Simulisikia huyu mzee wa nyororo wa kutoka hapa kwenu akisema ya kwamba ati William Ruto awezi kufika kwa debe. Simulisikia uh, mtu ya nyororo akisema si mimi niko hapa sasa. Sasa wamekuja tena na, na propaganda ingine wakasema William Ruto atafika kwa debe, lakini akishinda kura ya rais hata tangazwa kwa sababu iko deep state na iko system ati wataninyang'anya kura. Mimi nataka muniangalie nyinyi, watu wa Butoso, nyinyi mukiniona mimi ni mutu ya kunyang'anywa kura kweli? Yani, yani, yani mukiniona hivi mimi ni mudi ya kunyang'anya kura? Mimi nikisimama hapa saa hii, mimi ndio deputy president ya Republic of Kenya. Kwani kuna system yenye mimi sijui? Kwani kuna deep state yenye mimi sijui? Mimi nauliza, mimi nawaambia, si hawa watu si watu hii ya handshake na system na deep state. Si tulishindana na wao kule Msambweni. Si sisi tuli yeah, tuliwashinda si tulishindana na wao pale Juja yeah. Si sisi tuli yeah, tuliwashinda si tulishindana na wao pale Kiamba yeah. Si sisi tuliwashinda hii yeah, tarehe tisa mwezi yeah, wa nane tutawashinda asubuhi yeah, na mapema yeah. Yeah. Na nasikizeni hakuna kitu watafanya. They will do nothing.